Mtume sallallahu alaihi wasallama alitupenda, na sisi twafaa tumpende. Alilia, twafaa tulie kwa ajili yake. Alitutamani, twafaa tumtamani Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama ni kwenda kuzuru na kwenda kumsalimia, kumwambia assalamu alaika ya rasulullah, na kwenda kuzuru, ukaona nyumba ya mtume ni hii, na hapa ndio ilikuwa ni miherabu yake, mimbari yake, ni raudha aliyosema kwamba katika baina ya mimbari yangu na nyumba yangu kati hapo kuna kipande cha janna ambacho ni raudhatul min riyadhil janna. Lini utakitamani kwenda kukiangalia, ikiwa bwana mtume hayuko kwenye moyo wako? Ikiwa wewe hujui swala ya mtume, ikiwa wewe hujui kuhuisha sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa ni mtoaji mzuri, alikuwa akitoa akiwafanyia ma madhaifu wema, na alikuwa akiwafanyia masakini na mayatima, alikuwa akiwaangalia kwa pesa za mfuko wake na za kuchukua kwa watu. Leo sisi ndugu zangu, hata katika mambo ya khairat hatutaki kusaidia. Lini tutafanana na bwana mtume sallallahu llahu alaihi wa alihi wasallam?